Tuelekee kaunti nambari 6 ambapo wakazi wa Birikani huko Voi, kaunti ya Taita Taveta ambao wanaishi katika shamba la kijamii la Kishamba wameandamana wakitaka kupimiwa ardhi zao na kupewa hati miliki. Wakazi hao wanasema baada ya mahakama ya mazingira mjini Voi kutoa amri ya upimaji wa shamba hilo pamoja na uchunguzi wa wanakamati wapya chini ya siku tisini, agizo hilo bado halijatekelezwa. akubali vile watu wanataka awaregeshe kwa IGM. Kama kweli anajiona yeye ni kiongozi na anaweza kuongoza watu, achaguliwe na aendelee na wadhifa wake, lakini kama watu wanaona hajawapeleka mahali walitarajia watafika, pia anaweza ekwa nyumbani angoje retirement apumzike. Na tumejaribu kwa miaka karibu miaka kuanzia 2011 paka sahi 2025 huu jamaa amekuwa akitulumbisha hapa na pale, hatujapata faida zote yeye kuwa kama mwenyekiti wa shamba hili la Kishamba B Group Ranch. Kwa hivyo ile mahakama vile ilisema mahakama ya Voi, na sisi tumekutana hapa kama task force leaders wa Kishamba B Group Ranch, opinion leaders, na tukafanya maandamano leo ya amani, na tuko hapa uwanjani ili na tuko na barua kadhaa ambao tutakata tuzipeleke kwa ofisi za, za ofisi husika ambazo zinaweza kutusaidia na huu mchakato wote kulingana na ile judgment ambayo ilitolewa. Hawa wanachama wametatizika wame sana, haswa ile kwa kuna mmoja wetu ambaye amekuwa mwenyekiti ametuangaisha kwa muda huo wote, na siku kama hii ya leo tukitaka kusherekea ile siku ambayo judgment ilitoka tarehe 25 mwezi uliopita kwamba wananchi wanachama wa Kishamba B wanaweza keti na wakapangia kuchagua kamati mpya, wakatengeza waka rejista mpya, na pia waweze kugawanya shamba lao kwa muda wa siku 90 kutoka